Alikuja hapa ili aweze kututetea wanabiashara wa bia hapa Nyamarambe, lakini haitutete hii amekuja biashara hapa Nyamarambe. Anaitisha wamama bia nini pesa. Ndio awape mahali pa kuuzia badala ndio huko kwa Simba Gavana amwambie, at least watafute place wenye tunaweza uzia. Huyu gavana huyu huyu sub county kiongozi wetu administrator asikie kwamba adimini wana biashara wa Nyamarambe wamekataa mpangilio wake pamoja na viongozi wa mji huu. Ah, sana sana kiongozi huyu ambaye tulichagua german wa town ameanza unyang'anyi wa mapema sana ndugu zangu, unaonaje? ah, kuanzia hili aende nyumbani ama asiende? Chairman wetu waelia wa watu wa biashara wa Nyamarambe wenye walichagua chuzi anafanya kazi kulingana na kinyume mbani ya watu ambaye walimchagua wa biashara ya Nyamarambe, ni kweli ama si kweli? <tokanilata> Sasa kulingana na sheria ambayo ilimweka kwa ofisi, aliwekwa kwa ofisi atetee watu wa biashara wa Nyamarambe, lakini atetee watu wa biashara wa Nyamarambe, ameanza kuleta watu kutoka nje ndio analeta tauni yetu ya Nyamarambe, amewacha watu wa biashara ya Nyamarambe, ni kweli ama si kweli? hiyo juzi <tokanilata> <tokanilata> eh, tukaambiwa kuna kuna mashambo inapeanwa hapo upande wa hospitali nyuma yake. Tukaambiwa kuna watu wenye waliandikwa na chiamani wetu wa soko, atatupea hizo vibanda. After kumaliza, tukaambiwa unajirejesha na 1000 alafu unapeana 15000 so tukasikia hata kuambia watu, tulisikia tu ufununu after that, tukapata watu wameshalipa hizo pesa, wameyako wenye wako outsiders so watu wa Nyamarambe hatuna soko a, na pesa tujui a, penye wana ilienda hatuna penye tunafanyia biashara. Simba Arati si gavana wetu atusaidie, ndio baba wetu wa kaunti.